Mungu akipenda insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, Gavana Abdulswamad Sharifu nafsi tutam na atakuomba president wetu mtukufu William Samoei Ruto. Sisi kama Wakenya twa kuomba kile kipengee cha ugavana kinachosema tutam ukiengeze, sisi wananchi, ikiwa twaona gavana anafaa Kuendelea, mwache endelee mpaka gavana mwenyewe achoke. Sisi hatutaki tena hapa 001 kubadilisha gavana. Gavana huyu watutosha, aendelee mpaka achoke. Sisi hatutaki kura, tunataka kiongozi gavana viswama Sharif Nassir ni kiongozi. Watu wa Mombasa hatujui kama tutakujapata tena kiongozi kama Abdulswamad Sharif Nassir, gavana wa Mombasa 001. Kwa hivyo, president wa Kenya, twa kuomba tusaidie kiengeze hichi kipengee. Asante gavana Abdulswamad two times.